Sasa unauza bei gani? Eh, hii ni bei rahisi 1500 only. hmm. Leta tu hiyo 1500 only. Na hiyo pesa nilikuwa nayo. Bila hmm. Nilishapanga naenda ni nayo kwa chama. Sasa sijui tufanya wapi? Achana na mambo ya chama, chama ni kesho, unaweza unaweza peleka hata pesa ya chama kesho. Leta hiyo simu. Hii simu ni nzuri bwana. Itakusaidia. Sasa wacha hmm. uh, ni... hebu ni... shika nikutolee hiyo do. Nasema 1500 only. Ukati hata tauba. Hapana, hiyo 15 hiyo hiyo kitu ilikuwa emergency sana. Kama unaniuza bwana. Hii kitu ni nzuri bwana, angalia hata kamera yako, acha nikupiga hata kidogo. Hii kitu ni nzuri bwana a